Kama unaandika andika, malaika wa maji. Amina. Laba tu ni, ni kupeleke kidogo tulikuanzia. Ukisikia, malaika ndio wanaotuhudumia. Bwana Yesu atukuzwe, amen wanao wanaotuhudumia ndio. Na upande wa Yesu wanaitwa malaika, lakini upande wa Shetani wanaitwa majini. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Upande wa Yesu ni malaika, upande wa Shetani ni majini. Na wako malaika wa namna nyingi wa aina nyingi ndio wako malaika na kazi zao kwa namna tofauti tofauti, lakini tulijifunza malaika wa moto ile siku ya Jumanne, tukajifunza malaika wa moto na nakumbuka tulijifunza kwamba malaika wa moto wanapatikana madhabahuni. Amina, malaika wa moto wanapatikana madhabahuni, madhabahuni ndio, lakini tulijifunza kwamba malaika atoki na moto mbinguni ya. Malaika anategemea moto wa nini wa madhabahuni, amina. Bwana Yesu atukuzwe Amen. Ukijifunza hivi vitu utaelewa, lakini itakuwa ni rais kufunguliwa. Malaika wanatoka mbinguni ndio, lakini wanakuja madhabahuni kuchota moto kwa ajili ya kuhudumia, amina. Bwana Yesu atukuzwe Amen na nakumbuka kuane alitufundisha, akasema ndio maana madhabahu inatakiwa kuwa na moto. Ndio, madhabahu inatakiwa kuwa na nini? Na moto na moto, amin. Madhabahuni ni, ni mahali ambapo panatakiwa pafuke moto muda wote. Kwa nini? Kwa sababu malaika wa moto wanategemea moto wa madhabahu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Atukuzwe. Amen. Malaika wa moto wanategemea moto wa madhabahu. Na malaika hawa wa moto kazi yao ni kuharibu uharibifu. Ni kuharibu wachawi. Ni kuharibu mapepo, ni kuharibu majini. Ndio kazi yao. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona kuna mahali Biblia inasema moto utoka kwenye vinywa vyao. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Si kelele. Ah, ni moto. Ndio. Kwa hiyo malaika wa moto kazi yao ni kuharibu nguvu za giza. Amina. Kazi yao ni kuharibu magonjwa, kuharibu kila uharibifu uliopandwa kwenye maisha ya watu. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Maanake, hao malaika ukiwa nao. Hakuna mchawi atakusogolea. Ndiyo. Hakuna jini litakuja kwao. Ndiyo. Hakuna ugonjwa utakaa kwao. Ndiyo, kwa sababu hakuna mchawi anayehimili kwenye moto wa Yesu. Amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Alhamisi, tulijifunza habari za malaika kerubi, malaika kerubi. Bwana Yesu atukuzwe Amin. malaika kazi yao ni kuwatamia, ni kulinda. Lakini namba mbili ni kuachilia uzima. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kuachilia nini? Uzima, uzima. Malaika hawa kazi yao ni kuachilia uzima, kazi yao ni kukuatamia, kukulinda. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Malaika kerubi amebeba nguvu, nguvu ya uzima, amebeba nguvu ya uzima. Unapokuwa naye, uzima unatawala kwako. Unapokuwa naye, hautakuwa mgonjwa, utaishi umri wako utatimia. Bwana Yesu atukuzwe amin. Amin, na leo tuangalie malaika wa maji Tumesoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 5, ya kwamba nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe u mwenye haki uliyeko na uliyekuwako mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Bwana Yesu atukuzwe Hallelujah. Amen Hallelujah. Amen, huyu malaika amebeba uponyaji Dina, ni malaika wa uponyaji Ameen, kupitia maji. Kama unaandika andika malaika wa uponyaji kupitia maji. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Ni malaika wa uponyaji manake, akija kwako kama unaugonjwa unaondoka. Bwana Yesu atukuzwe Amina, kama kuna kibaya kwako kinaondoka amebeba uponyaji panda, tusome labda uwili uelewe vizuri. Tusome Yohana sura ile ya tano mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Pale utakuta habari ya mtu mmoja ambaye Yesu alimkuta yule mtu alikuwa amepooza. Biblia nasema akaanza kumwonyi yule mtu, akaanza kujieleza ya kwamba malaika wanaposhuka na kutibua maji, kuna mtu anatangulia mbele yangu. Kwa hiyo akawa analalamika kwamba nimekaa hapo muda wa kwa muda mrefu. Bwana Yesu atukuzwe namtusome pale Yohana sura ile ya tano mpaka Yohana sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa tisa nitasoma kwa jina la Yesu Kristo mkuu. <muchu> Baada ya hayo palikuwa mm -hmm. na sikukuu ya Wayahudi naye Yesu akakwenda kwenda Yerusalemu, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika mm -hmm. iitwayo kwa Kiebrania Bethzata, Beth nayo ina matao matano ndani ya hayo, ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji ya chemke, kwa maana kuna watu ambapo malaika hushu, kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane uh -huh. Yesu alipomwona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? mm. Yule mgonjwa akamjibu aka, Bwana Yesu, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa ila wakati ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu eh. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni, ilikuwa ni sabato siku hiyo. Amen. Bwana Yesu. Yesu atukuzwe, Bwana Yesu atukuzwe, Bwana Yesu atukuzwe. Amin. Tunaona huyu mtu e, Biblia nasema kulikuwa na birika lilikuwa na matao matano, na tunaona wagonjwa walikuwa wengi katika yale matao, na kuna wakati malaika alikuwa anashuka kwenye yale maji ya kishacheuka, anashuka anayatibua, anayatumbukia kwanza anapona. Amen. Bwana Yesu tukuzwe. Amen malaika wao. Nebeba uzima Bwana Yesu atukuzwe. Ndio maana chochote kinachotoka madhabahuni pa pa Bwana Yesu ni uzima, uzima kwako, kwako amen, amen. Bwana Yesu atukuzwe, chochote unachopokea kutoka madhabahuni ni uzima kwako, amen. Kikitakiwa malaika wanaambatana nacho, na unapokitumia unafunguliwa, haleluya, amen, amen. Unapokitumia na funguliwa. Ndio maana tunapata shuhuda nyingi za watu ambao wametumia maji ya uzima na amani wamefanya nini? Wamefunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu yale maji tunapoyatamkia, unapoyatumia, wale malaika wa maji wale wabeba uponyaji wanakufungua. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini maji ni uzima. Maji ni nini? ishiwa maji anakufa. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu akiishiwa maji anafanya nini? Anakufa. Anakufa. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa wa kipindupindu. Ukipata ule ugonjwa, mtu anaharisha sana, anatapika sana. Kwa hiyo ile hali ikaendelea labda kwa siku mbili yule mtu anapoteza maisha. Kwa nini? Manake maji yanatoka, maji yanafanya nini? Yanatoka. Yanatoka. Kwa kwao maji ni uzima. Amina. maji ni uzima Amina. Ufunuo sura ya ishirini na mbili mstari wa kwanza maji ni uzima. Ufunuo sura ya ishirini na mbili mstari wa kwanza Ufunuo sura ya 22 mstari wa kwanza nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu Mkuu. Amen. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. mm. wenye kung'aa kama bilauli ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana Kondoo. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Maji ni uzima. Lakini jambo lingine, maji yanatakasa. Ndio maana hata ukitaka kuwa msafi lazima uoge na maji. Ukipewa sabuni bila maji hauwezi kuwa safi, si ndiyo? Ndiyo. Lakini ukapewa sabuni na maji unakuwa msafi, si ndiyo? Amina. hata usipojipaka mafuta ukaoga tu, ukapewa maji ukaoga tu, unakuwa msafi. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Maji yanatakasa, ndiyo. Mara nyingi sana huwa nazungumza nakusema mahali hapa kwamba kuna watu wameenda kwa waganga sana, wamechanjwa. Mwingine anachale kutokea utosini mpaka kwenye miguu, na popote alipochanjwa mganga alikuwa anaweka dawa, manake anaingiza dawa kwenye, kwenye damu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Manake unapochanjwa Kinachotoka ni nini? Kinachotoka ni nini? Ni damu. Ni damu. Kwa maana hiyo ile dawa inaingia wapi? Kwenye damu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na si dawa watu. Hilo ni agano. Ni nini? Ni agano. Ni agano. Ndio, Bwana, kuna watu ameokoka anakuja madhabahuni vizuri. Lakini kwa sababu aliwekewa agano na mganga fulani bado anasikia Aende kwa mganga. Bado anatamani kwenda kwa mganga. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mtu wa namna hiyo lazima wewe unatumia maji ya uzima na amani mara nyingi. Kwa sababu haya maji yamebeba malaika wa maji na yanapoingia ndani yako yanakutakasa. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maji yanapoingia ndani yako yanafanya nini? Yanakutakasa. Yanakutakasa, amin. Maji yanatakasa. Yohana sura ile ya tatu mstari wa tano Yohana sura ya tatu na mstari wa tano Yohana sura ya tatu mstari wa tano utasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wangu. Amen. Yesu akajibu, amin, amin, na nakuambia atukuzwe. Anasema amen, amen, na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni, maanake mtu asipotakaswa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maji yata yeye analeta uponyaji. Ndio. Yeye analeta uhai. Ndio. Yeye anaondoa mauti. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu yamebeba malaika wa maji. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yamebeba malaika wa maji lakini tu, tusome Yohana, Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa sita na wa nane utaona Yesu alikuja na maji na damu Watu wengi wanasema damu ya Yesu inatakasa, damu ya Yesu inatakasa, lakini ukachukua maji ukampa, ukamwambia ni maji ya uzima kwako, maji yaliyoombewa, anasema ah, bwana, haya mambo ya maji hayapo. Lakini mtu huyo huyo anaenda kanisani, anashiriki meza ya Bwana. Jamani, meza ya Bwana ni damu ya Yesu, eh? Tu Meza ya ya ya ya Bwana Bwana Bwana damu damu damu ya Yesu Yesu kutoka mbinguni. Kuna ya mtu eh? Kuna ya mtu mtu mtu mtu? Anaweza anaweza kunywa kunywa atukuzwe. Yesu atukuzwe. Lakini tunasema ni damu ya Yesu tunachukua juisi ya da, zabibu. Tunaitamkia tunaibadilisha kwa maneno kwamba hii ni damu ya Yesu Amen. Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu watukuzwe. Amen. Na unaposhiriki, unasema, Yesu watukuzwe. Amina. Na unaposhiriki unasema na kunywa nini? Damu ya Yesu. Sasa ukimwambia mtu na yatamkia maji haya unapokunywa yawe uzima kwako, anasema, aa Bwana, ibada hizi mambo ya majimaji sijui ni nini, maneno mengi. Lakini akienda kanisani kwao au kwenye madhabahu yake ya kwanza mstari wa tano. Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa sita mpaka wa nane. Tusome pa. Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa sita hadi nane nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu Amen. Huyu ndiye aliyokuja kwa maji na damu mm -hmm. Yesu Kristo si katika maji tu, bali maji na katika damu, naye roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu roho ndiye kweli. Kwa maana, kwa maana wako watatu baba, naneno, washuhudiao mbinguni, baba na neno na Roho Mtakatifu. Akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Angalieni ni haya ninyi wenyewe Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tunamwona Pilato ananawa mikono. Anasema mimi sina hatia. Ananawa mikono kwa kutumia maji. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa kutumia nini? Maji. Amen. Maji yanatakasa. Amen. Hata kama una hatia, maji yanapotamkiwa Unatakasika. Bwana Yesu atukuzwe. Unatakasika. Maji yanatakasa. Aleluya. Kuna watu wanatembeaga na majini na wanaenda kwa waganga kutafuta majini ya kuwalinda. Unakuta mtu ana jini la biashara, ana jini la ndoa, ana jini la kupendwa Anajini la uzazi anajini la kazini. Watu wanatembea na majini, sisi tuliookoka tunatembea na malaika wa Yesu amen. Bwana Yesu ukuzwe, na leo nitaenda kuomba na kuachilia malaika kwako amen. Utembee na malaika amen. Bwana Yesu ukuzwe amen, amen. Tunalindwa na malaika. Bwana Yesu atukuzwe. Tunalindwa na malaika. Ukaona umepata ajali ujaumia, jua malaika wa ulinzi walikuwa pamoja na wewe. Wakati mwingine unaweza ukaanguka, ukapata ajali hata yatoo au ya, ya chochote kile, ukaanza kushangaa hivi, imekuwaje sijaumia? Kumbe malaika walikuwa wamekukumbatia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nataka, na tutaenda kuomba leo kuachilia malaika wa namna zote: malaika kerubi, malaika wa maji, malaika wa ulinzi, malaika wa baraka, malaika wa kibali, watembee na wewe, ili upate kufanikiwa, ili upate kufanikiwa Amen.